Kuna familia mbili zilikuwa zikiishi. Moja ni ya kitajiri, wanaishi kwenye nyumba yao ya ghorofa juu, lakini jirani yake maskini yule haho he, he, yaani chini kabisa, kiasi kile kibanda chao wanaoishi, hawana uwezo wa kuwasha taa, wanalala wanaishi gizagiza pale wanapopika zile kuni ndio mwangaza kabisa, kisha kupikwa giza. Sasa pakija siku za mwezi, ile mbala mwezi laylatul badri eh, inapokuwa katika laylatul badri ile full moon, hii familia maskini ina enjoy sana. Inapokuja time hiyo, wana enjoy sana starehe hizo kwa sababu wanakaa nje ya nyumba na wao wakaona nini? Mwangaza ule, wanapiga stori, wakicheka furaha. Sasa siku moja, yule bwana amesimama dirishani, asikia kicheko kweli, akiangalia, ni wale watu kwenye kile kibanda, asema ah, hivi hawa wana nafasi ya kucheka? Tumeelewana, kwa sababu yeye na neema zake hapo nyumbani na mkewe, lakini eh, E, title ya nyumba hiyo jina lake, asema hatucheki na mtu e? <laughs> hakuna kucheka hapo eh, hatucheki na, na mtu. Sasa ashangaa, sisi na neema zote hizi hakuna furaha kama ya hawa kwenye, kwani wana nini? Akachungulia kuangalia kinachowachekesha nini, basi wapige stori tu zao. Katika zile stori, mara yule mume akamwambia mke mke wangu, ule mwanamke akaitikia be, mke wangu, na mke wangu, labeki mume wangu. Akawambia weye, mzuri kama mwezi wa mwanamke, amecheka huko, mapajani ameanguka huko eh? Kasema huyu kumbe, achekeshwa na nakuambiwa mzuri kama mwezi. Ntamwambia wangu kesho, nami tucheke hapa Mwelea siku ya pili akitoka enda zake kwenye shughuli zake, akamwambia mke wangu, jioni hakuna kupika, wajua kesho na kutoa outing, na natwenda nje kula nje, tuka relax kidogo, sawa. Mke akajitengeneza vizuri jioni, mumeo akija usiku, akatoka naye. Yule mume alikwenda naye kwenye bustani maarufu ya kitajiri, ina kila nyasi green, kuna bwawa la maji katikati pale. Ule mwezi ukipiga unaonekana kwenye maji, hakuna hata haja ya kuangalia juu kama wale maskini. Wakaenda pale, wamewekewa viti kwenye maji ile, eh na swimming pool katikati pale, wao wamewekewa viti, wanauangalia mwezi chini, piga stori zao na, eh, piga piga vitu kidogo kidogo pale likamtoka wale, akamwambia, mke wangu. Naam. Mume akavuta pumzi, akashukisha tena, mke wangu. Naam. Aumekuwa duko usikii? <laughs> akaipiga tatu, bismillahi, kama itapita naye, mke wangu. Akawambia staki. Akamwambia, Haya, twende zetu mke wangu, ishalipata. <laughs> yeah. Tumeelewa haya, aliyasoma mahali akielezea umuhimu wa mtu kuwa mvumilivu, kuwa na subra. Angalia, mwanamke alikosa kusifiwa mzuri kama mwezi kwa sababu alishindwa kuvumilia sauti tatu tu, lilimtoka sitaki. Fanya kiziwe kewangu, mke wangu, siuseme tu ambay ayasemekitwenzetu